Toleo hili la takwimu za ukatili na udhalilishaji wa kijinsia Zanzibar kwa mwezi Aprili 2025. Jumla ya matokeo 2 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa kwa mwezi Aprili 2025, ambapo waathirika walikuwa 2. Waathirika wengi walikuwa ni watoto ambao ni sawa na asilimia 83.3 wakifuatiwa na wanawake ambao ni sawa na asilimia 15.7 na wanaume ambao ni sawa na asilimia moja. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025. Tunaona jumla ya matukio ya kubaka yalikuwa ni sabini na moja, matukio ya kulawiti na kunajis yalikuwa ni sita, kujaribu kubaka lilikuwa ni tukio moja, kuingilia kinyume na maumbile matukio yalikuwa matano, kutorosha matukio matano, shambulio la aibu au kukashifu matukio kumi na tatu, na kutupa watoto tukio moja. Idadi ya matukio kwa mwezi yameongezeka kwa asilimia 30.8 na kufikia matukio 102 kwa mwezi wa Aprili 2025 kutoka matukio 78 kwa mwezi Machi 2025. Matukio mengi yameripotiwa kuongezeka kwa mwezi Aprili 2025 isipokuwa matukio ya kutorosha na lugha ya matusi ambayo yamepungua. Idadi ya matukio kwa mwaka yamepungua kwa asilimia 31.1 na kufikia matukio 102 kwa mwezi wa Aprili 2025 kutoka matukio 148 kwa mwezi wa Aprili 2024. Matukio mengi yameonekana yamepungua kwa mwezi wa Aprili 2025 isipokuwa tukio la kuingilia kinyume na maumbile, hili ndilo linaloonekana limeongezeka kwa mwezi, kwa mwaka 2025. Wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025, wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na matukio mengi ukilinganisha na wilaya nyingine, ambayo yalikuwa ni matukio 16 sawa na asilimia 15.7 asilimia ikifuatia wilaya ya Magharibi A, ambapo yameripotiwa matukio 15 sawa na asilimia 14.7. Wilaya ya Kaskazini B na wilaya ya Micheweni zimeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio ambapo yalikuwa matukio manne kwa kila wilaya sawa na asilimia 3.9. Wilaya ya Kati na wilaya ya Mjini imeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya matukio ya kubaka ikilinganishwa na wilaya nyingine, ambapo yameripotiwa matukio 11 ya kubaka kwa kila wilaya sawa na asilimia 15.5 kati ya matukio yote yaliyoripotiwa. Kati ya matukio 71 ya kubaka yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Aprili 2025, matukio 8 ambayo ni sawa na asilimia 11.3 yameripotiwa kwa wanawake, na matukio 63 yameripotiwa kwa wasichana ambayo ni sawa na asilimia 88.7. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025, tunaona jumla ya idadi ya matukio yalikuwa ni 102, ambao wanawake walikuwa 16 wasichana waliofanyiwa matukio walikuwa ni sabini na tisa, wavulana saba, lakini hakukuwa na mwanaume. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa umri na aina ya matukio kwa watoto, tunaona watoto kuanzia miaka sifuri mpaka mitano yalikuwa ni matukio mawili ambayo ni kwa wavulana Watoto umri miaka sita mpaka kumi yalikuwa ni matukio sita kwa wasichana na mawili kwa wavulana. Watoto umri miaka kumi na moja mpaka kumi na nne matukio kumi na nne kwa wasichana na matukio mawili kwa wavulana. Na watoto kuanzia miaka kumi na tano hadi kumi na saba matukio yalikuwa ni hamsini na nane kwa wasichana na tukio moja kwa wavulana jumla ya matukio kwa wasichana yalikuwa ni matukio 78 na kwa wavulana yalikuwa ni matukio saba. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa sehemu yaliyotokea kwa mwezi Aprili 2025, tunaona kuwa sehemu iliyoongoza ni nyumbani kwa mtuhumiwa ambayo yalikuwa ni matukio 40 sawa na asilimia 39.2 ya matukio yote yaliyoripotiwa ikifuatiwa na majumba mabovu ambayo ilikuwa na matukio 18, sehemu nyingine ambayo ilikuwa na matukio kumi na nne, nyumba za wageni au rafiki ambayo ilikuwa na matukio kumi na moja, vichakani kulikuwa na matukio nane, nyumbani kwa mwathirika matukio sita, madrasa matukio mawili, sehemu za kazi, vyombo vya usafiri na fukwe za bahari kulikuwa kuna tukio moja kwa kila sehemu. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia na hatua zilizochukuliwa kwa mwezi Aprili 2025. Matukio 95 kati ya matukio yote 102 yaliyoripotiwa yapo chini ya upelelezi wa jeshi la polisi ambayo ni sawa na asilimia 93.1 ya matukio yote yaliyoripotiwa. Aidha, matukio mawili yamefungwa na polisi ambayo ni sawa na asilimia mbili nukta sufuri. Matukio manne yana hati ya, ya mashtaka ambayo ni sawa na asilimia tatu nukta tisa na tukio moja lipo mahakamani ambalo ni sawa na asilimia moja nukta sufuri. Aina ya watu waliofanya, waliofanya matukio ya ukatili wa udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025, wapenzi walikuwa ni 46, mtu asiyejulikana matukio yalikuwa ni 26, jirani matukio 20, watu wengine matukio tisa, baba mzazi au baba wa kambo, mama mzazi au mama wa kambo kulikuwa na tukio moja. Aina ya watu wenye ulemavu waliofanya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025. Mwezi Aprili 2025, watu wawili wenye ulemavu wa akili walifanyiwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia ambapo waliripotiwa kutoka wilaya ya Kusini moja na mmoja kutoka wilaya ya Micheweni.